aba kitu hey! Leo tunakokwenda hey! tukiona ajira nchi hii ni bodaboda boda. Hey! Nataka niwaambie masala wenzangu hey! miaka miwili ijayo hey! hata bodaboda haitokuwa na thamani tena, kwa sababu kila mtu atokana bodaboda yake atakuwa na bodaboda yake, boda. Yani wewe utakaa kijiweli kuanzia asubuhi mpaka jioni upate abiria? Kwa sababu kila mtu ana bodaboda yake. Leo mpaka wastaafu wanakimbilia bodaboda, si tumeelewana? Hatuwezi kuendelea hivyo. Nawaombeni mniamini masera wenzangu, nawaomba mniamini mama zangu, naomba mniamini twende tukainyoshe hii nchi. Tunavyozidi kuchelewa ndio tunavyozidi kujiumiza. Ninawaambia tunavyozidi kuchelewa Ndiyo, tunazidi kujiumiza. sawa sawa, kama watani wetu, mimi nawaambia Simba, tunavyozidi kuchelewa tutapigwa na gemi ya saba, na yan Simba ilivyo, we ukichelewa mwenako anajipanga na kukumuta, si ndiyo? Tusikubali, twendeni tarehe ishirini na tisa tukafanye maamuzi Tumeelewana? Twendeni tukafanye maamuzi ya kubadilisha nchi yetu, tuangaikie ajira, tutengeneze miundombinu. Mimi kuhusu miundombinu nimeshasema, sera yangu iko wazi kabisa. Watu wa mjini watanisubiri kidogo, nitahakikisha anatoa kipaumbele barabara za lami kwenda kwenye maeneo yenye usalishaji. Huku umejaa mpunga, umejaa ukuta, umejaa mahindi, barabara ambayo namna hii. Wewe unategemea nini kwenye nchi yako? nakokoa kaka na najaa taaaaai yaani inamaja tuseme tu bwana alitoa bwana ametoa jina la bwana Tukubaliane tufufua uchumi wa nchi hii, tutengeneze ajira kwenye nchi yetu, tuondokane na umaskini. Umaskini unaongezeka kwa kasi sana kwenye nchi, ndugu zangu, usifanye mchezo. Vijana wenzangu, ninyi wenyewe mnajua, leo unaitafuta shilingi mia tano, siku tatu hujaipata. Uongo, uongo, uongo. Sasa nchi gani hiyo? Tunachokitafuta ni nini, eh? Tunachokitafuta ni nini na waombeni sana, nawaombeni sana menelewa <coughs> eani <Beneluwa. tos> <Beneluwa. tos> <coughs> mkaniamini, tarehe ishirini na tisa. Hapa tunaye mama yetu diwani, si ndio? Imnamjua imnamua, nawaombeni vijana, mpiganieni mama huyu. Dada zangu na mama zangu, naomba mumpiganie mwanamke mwenzenu huyu, huyu ndio anajua shida zenu atakayowasemea Achaneni na ujanja ujanja.